Kuna Chuma TV mitamboni, leo tumekutana na Kakaji ama angejitambulisha mwenyewe, ngoja ajitambulisha mwenyewe. Vipi unaitwa nani? Pia ah brother, kwa maana mimi naitwa Kakaji, ah nickname but real name ni Hussein. Ah napatikana wapi pia? Ah mimi ni mkaji wa kitaki, so so nataka kunicheck hapo Instagram, unapata ni Kakaji ya sehemu zote. Nika, unajihusisha na kazi gani, vile wasiofahamu waende wakafahamu leo? Mimi ni mpiga picha, ni photographer. So kikua nahitaji, karibu ndo huduma zangu, napatihana hizo. Yani unapiga picha, mtu akihitaji picha kali na mchumba wake aje kwako, mimi nakupiga picha kali, ndugu yangu, ambao we ukiona unasema hii ni picha kali. Unatuangali peji yangu, utaona picha zote ziko huko, wenyewe utapenda kazi yangu. Jamani, oh, msikose kumfuatilia Kaka G leo tunapiga naye ma story, picha. Sana sasa kumuelekeza au vipi? Ya challenge zipo, challenge zipo ni nyingi sana ambazo tunapata kushika picha kwenye wasichana naa na challenge kubwa sana kama hivi. Kuna wale msichana uka address fanya hivi na nafana fanya, fanya, fanya, fanya. Kuna mwingine mpaka wende ufanye <laughs> <laughs> kuna mwingine lazima ushike yani, ya, fanya ukaenda ukamdirect fanya fanya na nafana ah, lakini mwingine lazima ushike, sasa ili aikae kwa ile form ambayo unataka hmm, ili atoke vizuri kwenye picha. Sasa a, kufiki kipindi hadi u nakaa zile pozi za kike membi ile akuelewe ni pozi gani, inabidi kujiachia. Unaonyesha kila kujachia, aonesha kile, kwa sababu kuna mtu mwingine kwenye form, mfano maana unaona kuna mapicha anajibinua kiuno zile kama ini. Kuna wale ambao wanaamua na kuna wengine lazima unamwambia, uh, binua kidogo kidogo, nini, utafanya hivi, fanya hivi bro, kazi kuna challenge, kuna challenge <laughs> yeah. Sasa vipi pale kwa namba, jua nyinyi, kwa mfano mtu akihitaji namba ya demu fulani, hawajawahi kufuata? Vijana wakasema ma, kaka wengi, ah, ni wengi sa Patani nikipost DM ananiambia ungemtag hata mtu apotee namba, lakini ukuta sasa. Mm-hmm. Unajua siwezi nikapata namba ya mtu bila mtu mwenyewe kuridhia, unaona. Ina utoe namba bila mtu mwenyewe, hapana. Sitakupata, nitakupatia namba, mimi nilichukua namba kwa business, sasa wewe nitakupatia, acha bwana, hata mwenyewe anafinya ndio nitakupatia. Ah, nyinyi wengine nyinyi. Ah, hivi kweli wewe una mchumba ama una mke sasa hivi? Actually bado mimi sijaoa, ila mchumba. Una mchumba? Sijaoa na mchumba. Unajua mchumba ni kile kitu ambacho ushapanga kwenda kuoa tayari. Kwa hiyo, hauna kwa mchumba, mchumba hauna <laughs> hata mchepuko fulani hapa, sijui nini? Mimi mtu wa kanisa, ndugu yangu, mimi napiga kazi peke yake. Oh k <laughs> nyinyi ndio wa kwanza, mademu ndio tunasikia ama wanawazingizia tu? Ah, ina depend kila mtu anajua kwenye shughuli yake, unaona. mm -hmm. Ya, mimi kama mimi nikisema upande wangu mambo na mademu naweka kando, ah, kwa sababu napiga kazi, kazi kwanza, mademu baadaye na ya. Ah, yani kukijitokeza m mdada sasa hivi, sasa anasema mimi kaka jini nimejifia kwake, kwa hiyo wewe inakueje nayo? Okay, hivi unashika picha moja kwa shingapi? yeah, mimi niko chip sana mimi niko chip sana

Oh, vipi Kiingereza kipo kabisa, maana hata wazungu, mimi si mwingereza ndugu yao, mimi mswahili, alafu kama unavyosikia Kiingereza <laughs> <laughs> kipo kabisa, tunaokotea kazi ile. Pana challenge tu, tunajaribu kuongea lakini sio vile. Hivi kushatokea mzungu akakwambia nimependa sana kazi yako, nahitaji

Ni, ni changamoto gani hiyo changamoto kubwa yenye tunapata? <laughs> mm. Changamoto nyingi kwenye kazi ya. Kama saizi, dawa inakujaakakaaatatibu yeah. <laughs> Jamani, kwaeu kwa uh, yeah. Neno gani ya mwisho kwa mashabiki zangu? Uh, mimi niwaambie tu kitu kimoja, uh, mzidi kutufollow, uh, mzidi kushare vitu mtu support. Uh, tunajua pa ni mwanzo. mm -hmm. So, na kila mwanzo ni mgumu, uh, lakini tukiwa pamoja na nyinyi itakuwa shwari. Yeah. Uh -huh. So, tunaomba support yenu sana oh, yeah. Kwa hiyo kuna watu maybe wangejiuliza Kakaji tutampateje, wanaweza kukupataje? Ukitaka kunitafuta kwa true call au message ya kawaida first time, namba yangu ni simple, ni 6123861894. Yeah. Okay. Kwa ig same Kakaji underscore 600 something uh 600 682, unanipata hapo. Jamani, yeah. Yeah, tulikuwa piga story na kaka G tumemaliza. Usahau kusubscribe, like na comment hii hapa. Ni Kuna Chuma TV, mtangazaji wenu naitwa Amri Master, you can call me a buzz boy. Nyuma kamera ni Biams, au bia Mungu. Kak, kak, kak, hivyo tu bro.